Uongozi mpya wa Chama cha Soka Wilaya ya Temeke tefa chini ya mwenyekiti Mohamed Saleh Mohamed umekabidhiwa rasmi ofisi za chama hicho, licha ya milango yake kuwa imefungwa kwa kufuli. Hafla ya makabidhiano ilifanyika nje ya ofisi hizo, ambapo katibu aliyemaliza muda wake, Jumanne Nyamlani, aliwakabidhi nyaraka za chama kwa viongozi wapya. chaguzi wa TEFA wa kikanuni na kikatiba ulifanyika tarehe saba mwezi wa pili. Kwa hiyo tokea tarehe saba mwezi wa pili mpaka leo, ndio wanakabidhi ofisi kwa mwenyekiti wao. Kwa hiyo kwenye hili mimi niwapongeze sana kwa uvumilivu wao wote katika kipindi kilichopita. Katibu wanakabidhi, wanakabidhi ofisi bado hii ni hatua hatua ya kwanza nilikuwa ni, ni uchaguzi hatua ya pili ilikuwa ni kuandika barua kwa, kwa, kwa viongozi waliopita kwa ajili ya makabidhiano ya ofisi tuliwaandikia barua kama katibu kama mtendaji mkuu wa TEFA niliwaandikia barua baada ya uchaguzi kwa ajili ya makabidhiano ya ofisi na nyaraka mbalimbali nimeandika barua mara ya kwanza nimeandika barua ya pili hakuna ushirikiano ambao tuliupata kwa hiyo kwa kuzingatia hii ni TEFA, shughuli za TEFA zinatakiwa ziendelee na uchaguzi wa kikatiba ushafanyika, nayo mamlaka ya kukabidhi ofisi kama mtendaji wa chama cha mpira manispaa Temeke. Kwa hiyo leo tumetoa mialiko kwa wanachama kuja kushuhudia tukio hili halali kabisa, na ndiyo limefanyika hivi sasa. Akizungumza Machi 29 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, baada ya kukabidhiwa ofisi mwenyekiti mpya Mohamed Salehe ameahidi kuimarisha umoja ndani ya TEFA akitangaza kuvunjwa kwa makundi yote yaliyokuwepo na kusisitiza kuwa atatekeleza majukumu yake kwa uadilifu mkubwa. Na kwa sababu tangu nimechaguliwa tarehe tarehe saba mwezi wa pili mwaka huu katika ukumbi wa My Promise Chamazi Mfenesini, nilikuwa sijakabidhiwa ofisi. Kulikuwa na taratibu za makabidhiano ya ofisi ambazo zilikuwa zinaendelea Uh, baina ya kamati ya utendaji iliyomaliza muda wake na sisi, lakini kwa jambo la kushangaza uh, viongozi, baadhi ya viongozi waliopita walikuwa wamekaidi kukabidhi ofisi mpaka leo. Wanachama na kamati liopita, ya utendaji iliyopita wameamua kulikabidhi mikono ya, kwa mikono yao miwili taasisi yao. Kwa hiyo niwaambie TEFA nitaiunganisha, itakuwa TEFA moja, na kuanza leo natangaza makundi yote nayavunja. Nitafanya kazi kwa uadilifu mkubwa, kwa sababu chama cha mpira wa miguu manaspa atemeke wanachama wake ni vilabu na vilabu vinatambua utendaji wangu, kwa sababu niliwahi kufanya kazi na wao katika vipindi tofautieekiti. Yeah, uh, umewainisha kuwa walikuwa viongozi waliopita walikuwa wagumu kukabidhi ofisi, pengine walikuwa na uh, sababu zipi? Sababu hawana wa ni uroho tu wa kung'ang'anyia madaraka na kushindwa kuheshimu katiba za vyama pamoja na kanuni. Sasa hizo si dalili mbaya pia kwa uongozi wako, maana upinzani tayari taendelea kuwe. Nitawavunja makundi kwa sababu uchaguo wa umma na umma ndio umeshinda. Walinichagua wanachama, niliona tangazo la uchaguzi nikaja, nikachukua fomu kwa hiari yao ya wenyewe, wanachama wakaamua kunikabidhi niwe mwenyekiti wao, ili kuondosha hiyo migogoro na vurugu zilizopo TEFA kwa sasa, baada ya viongozi baadhi ya viongozi waliokuwa nangania madaraka kuamua kufunga ofisi na kuondoka nje ya eneo hili, wanachama wakaamua na wao kuweka kufuli zao kufunga mpaka utatuzi wa mgogoro huu utakapofanyika. Ah, uh, naitwa Mwalimu Sultani Milongea. Mimi nilikuwa ni sehemu ya wagombea nafasi ya kiti wilaya ya Temeke na bahati nzuri nilishiriki chaguzi hiyo na nilishindwa. umekubaliana na hilo na unaruhusu sasa uongozi uendelee na kazi? Uh, of course yes, kwa sababu afya ya mpira wa Temeke inahitaji wadau na sio so kila anayeshinda, anayeshindwa basi lazima alete migogoro mara nyingine lazima tukubaliane na hali halisi kama umma umetaka, wengi wametaka, basi tunapaswa kukubali na kuendelea kuungana mkono ili mradi mambo mengine ya kimpira yaendelee ili mpira ucheze Temeke. Hii inamaanisha uko tayari kushirikiana na uongozi mpya kuendeleza mpira wa Temeke. Sio mimi tu, na imani watu wote wanawapenda, mtu wote anayempenda Cristiano Ronaldo ronado, anayempenda Manchester, anayempenda Liverpool wanahitaji sana kushukuru ma, mapinduzi haya katika wilaya ya Temeke. Tunaenda kuondoa ubepari, tunaenda kuondoa unyonyaji, tunaenda kuondoa aina zote za matatizo ambayo yako Temeke. Tunahitaji kuwa wamoja, Temeke ni yetu sote, mpira ni wetu sote, tuache mpira ucheze, umeendelewa mpira endelee. Naitwa Abibua Ahmad Mbezi, mimi ni mwanachama wa TEFA. Tumehangaika na masakataya toka tulikotoka, hatimaye leo tunamkabidhi mwenyekiti mwenye wetu ofisi. Tumefanya chaguzi chaguzi ambayo iko huru na haki, tumemaliza lakini tunachoshangaa kwa siku ya leo, badala ya watu wamefunga ile ofisi. Haya ni matatizo, na kama mtakumbuka, wandishi wa habari, hii si mara moja au mara mbili, tushawai kukutana sana na wapi kuzungumzia masuala. Yupo mtu mmoja juu hiyo, mimi na kila siku nasema yuko kiongozi mmoja wa juu, makamu wa rais wa TFF, huyu ndo wanaodidimiza huko sijui unanielewa. Ndo hicho tu, hakuna sababu nyingine, sababu za msingi hakuna. Tumefata katiba, tumefanya chaguzi chaguzi, huu chaguzi yake kimsingi itakiwa hapa kwa ofisi watu waendelee. Sisi mimi nikiwa mmoja hapa nasemaje, viongozi, wachezaji, timu za mpira wa miguu wilaya hii ya Temeke, tutakuwa pamoja, tutaungana nao ili kushirikiana kuifanya TEFA yetu kwenda mbele na mpira wa Temeke kwenda mbele. Baada ya kuyasema haya kwa ufupi tu, nasema asanteni, tuko pamoja, kama mtakuwa na maswali mtaniuliza. kwa jina lako tena? eh? kwa jina lako. Abibu Amadi Mbezi. Mwenyekiti aliyemaliza muda wake, Ally Musa Kamtande, ameahidi kutoa ufafanuzi kuhusu masuala ya TEFA ndani ya siku nne zijazo. Kwa muda mrefu TEFA imekumbwa na migogoro ya uongozi na masuala ya uchaguzi. Mnamo Desemba mwaka 2024, baadhi ya wanachama walipinga uongozi wa Kamtande, wakidai kuwa Makamu wa Rais wa TFF, Athmani Nyamlani alikuwa akishinikiza uongozi wake licha ya kutokuwa chaguo halali la wanachama. Uongozi mpya unatarajiwa kuleta suluhisho la changamoto hizo baada ya kukabidhiwa rasmi majukumu yake. Mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital, endelea kufuatilia Mwananchi Digital.